Msamaji wa Mantapala TV niite jina langu Abisi Magudulo, mtoto wa baba Shura. Leo tumetembelea kiongozi wa sport ya Mantapala ambao watu wengi wanakilalamika kwamba aachie madaraka, lakini leo tumekuja kupata neno lake wala maswali mawili ambayo tutauliza kuhusu watu wa Mantapala wakimbizi ambao wakilalama. Basi eh, kiongozi karibu. Eh, jina langu naitwa kwa jina la Kipaila Vupi, ndio mimi ndio president wa sport committee hapa Mantapala ya kiongozi, tulitaka tuulize swali moja wala mbili kuhusu mgogoro ambao unakikwenda wachezaji wa mpira wakisema kwamba achia madaraka. Jambo hilo wewe unalipokeaje kwa, kwa upande wako wewe? eh, ndio kwa mimi kweli sina, sina tena hmm, na problem hata moja kwa ajili ya kuachia madaraka. Madaraka hiyo, si unaona mimi alimchagua na wengine wanapenda apiganishe kwa ajili ya wafani nawachague, hmm. Maake mimi hata leo niko tayari kuacha madaraka, wengine wapite watu wa waongozi. Lakini unazani kwamba ubovu wako wa kazi wala wa, watu wasiokukaribisha uendelee na kazi, unaona ubovu wa kazi unaweza kuwa fasi gani? Je, maendeleo hakuna, wala unawadhurumu pesa, wala kuna vitu vingine ambavyo haviwezekane, ndiyo maana wana, wanasema kwamba uachilie nafasi hiyo kiongozi. Ndiyo si unajua sisi wakongomani tuko na tatizo moja tatizo yetu sisi tunatekaka vitu vya haraka haraka, na kama tunataka vitu vya haraka haraka, sio ya kwamba kusu juu ya madaraka wala tuanze kufuia, hakuna kiemanitatiza. Wo ndo wanapenda na wanafuia, na mimi nipo tayari kufa nini, kuwachia lakini kuna msemo mmoja ambao unasema kwamba eti kuna vyombo vyetu vya kazi, vya utendaji wa kazi vya mpira, vikisema kwamba kwa sasa viko na kuna baadhi wa moja wanasema kwamba vimeanza kuonekana DRC kule Kongo, vimeuzishiwa bara kama makira, baadhi ya mipira ingine haipo. Kiongozi, swala na hilo, wewe unalisemaje, kiongozi wangu? <laughs> yeah. sasa nasikia mzuri sana kwa hiyo, maswali unayoniuliza bo, unajua kwa mtu kama ni mtu ni mgeni akikufikia nyumbani, akifanya siku nyingi sana inabidi, anaanza kusema mgeni afanye nini, ende ndio, na unasema kitu ya kusema mtu fulani aliuzisha sasa huyo mtu anakaa msingizia hivyo vitu wao, kwa kusemea hivyo kuja kukubamba, uende onyeshe fasi walihuzisha hivyo vitu, kile unaeza kwako kwa tayari kama vile journalist. Yeah, mimi sidhani watazamaji na ambao wanahitaji haya maswala ndio watakuwa na ya kujibu, lakini tuende kwenye jambo lingine, pale ambako inapokuwa kiongozi Kipaila vijana wanasema kwamba unawadhurumu pesa zao, unawadhurumu pesa je? yeah. Nalo, swala nalo unaweza kaliongea eti unawakula pesa zao vijana sawa sana. Sikia mzuri sana mimi sijakula pesa ya mtu, njua ya nini mimi kwa hini kazi ya sport natumikisha pesa zao, natumikishipo pesa za mtu hata kuko hata kuyue ni siyara, sijataka hata siyara tangu nilipita mimi awajanipashaka pesa saa pesa ziyo ndo pashe watu yes. Hakuyakuwa hata siku moja. Sasa sijui hiyo pesa yenyewe niliibia watu kama ni pesa gani, wala hiyo pesa nani alilipa ya kusani pashie watu ndio mimi nikaiba. Mimi sijakuwa na pesa nimeshaiba. Lakini kiongozi, sawa, tuachane na hapo. Kiongozi, kuna swala lingine ambalo tunataka tulifungue wazi siku ya leo. Ni swala ambalo liko vijana wanapokuwa kwenye Mantapala lakini awajisikie uhuru kidogo. Na baada ya wewe msimu wako ulisemaga kwamba ukiachia madaraka vitu vyote ambavyo viko kwenye e, nafasi ile vyote vi utavichukua. Hiyo ni kweli wala ni uongo? Wala wala wale ambao utafanya nao remise reprise watakuja kuchukua hivi ambavyo ulipambania kuvileta? Ndio tatizo ya sisi wako mamani, ndio sisi hapa tupo ni kambi, ndio tunasikia watu wengi wanaelea mind ya kusema kuna vitu vyenyewe vyenyewe walinipa ndio wanakuwa napiganisha piganisha, na hakuna vitu vyenyewe nipo natia. Hakuna UNHCR kunipasha vitu vya kuchunga, ila tu kuna organization moja kama nani hao wareps eh, wareps kabisa walitusaidia, ndio ju watu wenyewe wanatusaidia kusupport kweli wale watu nawashukuru kabisa, waliuletea mpira na mpira yenyewe hiyo wenyewe wanaisha ni wao wenyewe wao wanachezea, ndio wanafanya kiharibika, wananirushia vya zamani na mimi nawapa shaya. Sasa wana inaharibika sawa. Sasa watu wepo na ile ya kusema pengine vile vitu vipo nazia, watu wengi wanajua, wacheza mpira wanakuja wao, nilomba kila kila saa kona, nilomba makabumbu na vinadi vinadi, nipo na vingine hapa vyani vingi sana sana eh. Shida gani ambayo huo ukijiona kwa sasa hivi badala yako utasema nimepumzika ni, ni kitu gani? Yes, unajua kipindi Yesu alikuja duniani ndio, alikuja kwa ajili ya kutukomboa sisi zambi yeah, lakini sisi wenyewe ndio tukawa badala ya kusema kufani kumua yeah. Yesu mimi mtu Bure, bure tu hivi, mtu mwenzangu kalila madaraka, siwezi kukangamia mm, nimwachie naye ayapita atumike ile madaraka wanatafuta ya yeah. Swali letu la mwisho sasa ni kuuliza je, e, hivi malalamiko ambayo unayasikia ni wa mashabiki ndio wanaweza wakakutoa kwenye madaraka, wala niko wala UNHCR yeah? Tunataka tuulize kati ya wachezaji wa mpira na UNHCR, ya wapi inaweza akakutoa kwenye madaraka oh. Nazo nitoa kwa madaraka mimi hmm. E, ya kwamba nilisikia watu walilalamika sana, wakasema sisi tulifanya election hmm. Election yangu nilifanya na wazee, ile election yangu nilifanya Akuo makeni, mimi nipo na kundi yangu hmm. E, nipo na kundi yangu wa sports. kipindi cha kuisha hiyo tulisaini sisi wenyewe. Ndio usoesio yako na UNCA ya kwamba nendeni mukialefasi moja msaine, mfanye administration yenu mzuri, mfanye stati yenu. Hiyo stati ndio itakuwa chanzo kia kuangalilisha kila mtu, wote anatakiwa ugombea anaangalia kwa ile stati e, ndio hivyo yani Bon, neno la mwisho ni tusikue haraka sana, kama kisi tulivyo mtoa Lumumba kwenye madaraka. Sunaona sisi wa Kongomani tunakwaka pressure sana, sunajua hiki kiti kya kugombania kuikala president wa sport committee. Muntu kama mimi Kipaila na wazia, nilifanya karibuni miaka tatu kwanzia 2020 2021, 2022. Nasikupiganisha kwa mtu fulani, mimi mwenyewe nilienda mpaka kwarautisha. Iwazia ya kwanza tulifaka komite yetu umumantapala ya sport komite, nawazia ko ilituitakaikatwambia ili mwachi, lakini hatukuvumilia tena. Nilifanya miaka tatu na wazia, watu wanasema sana miaka mbili lakini mimi miaka mbili kwa mbele, ya yote sina naubisha, hata taabu hata mmoja. Mimi nipo tayari hata leo hata kesho, na kwa kusaidiana wale wenye wanapenda kwa ajili ya kubadilisha, ndio iko sawa, ndio maendeleo. Mimi natumika, kama watu wanaona sema mimi situmiki vizuri Wanaweza kunibadilisha mwingine, anakuja anatumika ule, na sio kitu cha kusema hivi ni kia kujana ya milele, hamna. Ndio hivyo, lakini kitu tu kimoja, hata kwa mwenye atakaoacha kukupitaka bila upendo na bila kusikilizana. Hii mambo ya kumiti, ya sport committee, ya sport mwetu itawatu tatizo kila sana kila wakati, ni juu ya nini? Watu wengi wanawazia kusema hivi kuikala pa ikiti ya madaraka ya, ya sport umwe tu Mantapala. Wengi wanawazia kasema e, UNHCR inakuwa inatoa vitu wala pesa inapashia president wa sport committee, akuikalaki ya pili ko akwa na tosha hata msada kusema, ila tu kuna msada wanasaidia, siwezi kunongofi, lakini ile wanasaidia kabisa. Huyu msaada wanasaidia katu ni transport eh, transport ya kuvea makaplayer kuwapeleka wapi, kupeleka inje ya kempu, yaani kukasikishi, wanaenda kucheza mpira, wakasikishana na kuja. Ndio maana tuko nao. Tafuta tongele kusu ya michezo umo sisi watu tuneka, tuna tunapenda michezo lakini michezo yetu tunaipenda kukinywa atupendele, eh, kuifuatilia

na mazoezi wafanyi kila kitu kote wafanyi, unakuwa nje wanajishanga tu, lakini unasikia watu wanasema sema vya kusema vingi. Kusema kwaoniwo wenyewe, we waendeleshe tu kusema, lakini hata mkipenda hata kesho hata leo, mimi nipo tayari tena ya hii turu. hakuna vote votea.